ania tafakari sasa, nikijaribu kuyaangalia aanengeza, tunapozungumza uamsho, tuna maana maana gani? Tunahitaji nini? Tunatakiwa tuwe namna gani? Tusimame namna gani? Kumbuka nimesema, uamsho katika Roho unasababisha uamsho katika mwili. Hiyo lazima ukiamka katika Roho ndivyo jinsi tukavyoamka katika unaweza ukaamka katika mwili usiamke katika roho, kwa sababu huna imani. Lile amsho ambalo unalipata katika roho ni amsho linalosababishwa na Mungu mwenyewe. Ni amsho ambalo Mungu analiachia katika maisha yako, anakufufua tena katika yale yaliyokuwa yamekufa ndani, anakufanya unakuwa mpya, anakufanya kuwa mpya katika roho, kwa sababu na ushirika wa Roho Mtakatifu ndani yako na katika maisha yako na kenyeegonanyenyuka tena kulenelkoe. Sasa mambo haya ni lazima yawepo ndani yako. jambo la kwanza ni neno la Mungu, Timoteo wapi tas neno la Mungu, neno la Mungu lazima liwe ndani yako. neno la Mungu ndilo litakaloleta uamsho neno la Mungu hilo linaloongeza kiwango cha imani ndani yako, ni lazima uhakikishe ya kwamba neno la Mungu halipungui ndani yako. 2 Timotheo sura ya 3:16 aaliata na kwa kuwaongoza na kwa kuwaatuisha katika lafaa kwa mafundisho na lafaa kuongoza, neno la Mungu. Neno la Mungu linapokaa ndani yako, linakufundisha neno la Mungu. Linavyozidi kuwa ndani yako, ndivyo jinsi vitakavyo kuongoza, njia hii ya kwenda njia hii ya kutokwenda. Neno la Mungu lina uvuvio ambao, na ni udhihirisho waneno la hekima au tabia ya Mungu. a eo, yani neno la Mungu tunalolizungumza ambalo linasemwa la fawa mafundisho la hao wa kuongoza, ni udhihirisho neno hili, linapojidhihirisha linatuletea hekima ya kiungu na linatuletea tabia ya Mungu ili sisi tuweze kuishi kwayo, na kama tunaishi katika hekima ya Mungu na kama tunaishi katika tabia ya Mungu, maana yake linatuletea nguvu na kutoa ile heshima na kutoa uhai wa kimwili na kiroho. Kupitia hapo, Neno la Mungu likijaza ndani yako, hakuna kitu chochote kitakachotuangusha hakuna mchao, hakuna mwanga, hakuna shetani, hakuna njia, hakuna mizimu itakayoweza kuti. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya uamsho, hakikisha neno la Mungu lina jana, hakikisha neno la Mungu linakaa, kwa sababu lina udhihirisho, lina pumzi ya Mungu. Hata kama umekaa kazini, hata kama umekaa kwenye biashara ya hata kama umekaa nyumbani pakitokea kitu chochote ambacho si cha kawaida, neno la Mungu ndilo tumejua. Sehemu zingine za kazi, sehemu zingine za biashara, hata mashambani na shiriki nyingi zinafanyika, lakini kama hujui neno la Mungu, ntajitetea na a, neno la Mungu linakupa nguvu ya kusimama. Neno la Mungu linakupa nguvu wewe kuweza kujitetea na kushinda jambo lolote ambalo linakuja. Kwa hiyo tunapozungumza uamsho, lazima tuanze na neno la Mungu lijalo ndani yetu. Wakolosai 3:16 Mungu na Mungu kwa neema moyoni zkia mwenu, moyoni mwenu. Na kila mfanyalo, kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu. Tunamshukuru Mungu Baba kwa yeye lazima niendelee neno la Mungu mukala kwa wingi na ndani yako, niendelee Mi kutufundisha, tuendelee kutafakari na tuendelee kuomba, ili neno la Mungu neno la Mungu hili liweze kutupa uzima, liweze kutupa nguvu, liweze kutupa mwanzo uweze kutupa ushujaa na ujasiri mahali popote tutakapokuwa tukienda. Neno la Mungu limejaa ndani yetu, sisi ni mashujaa. Zaburi mia na kumi na tisa mstari wa mia na tano mia na kumi na tisa mstari wa mia na tano Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yako na mwanga, amen. Yesu so, asifiwe. Neno la Mungu linatusaidia kuepuka aina nyingi za majeni aina nyingi za mitendo aina nyingi za huzuni ambazo zinaweza zikaja zikajitokeza zika, katikati ya maisha la Mungu. Hatuongozwi kwa maneno ya kwetu, tunaongozwa kwa neno ambalo ni neno la Mungu. Pasipo kuwepo neno la Mungu, sisi si kitu. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya uamsho na tunapozungumza habari ya neno la Mungu, lazima tulibebe neno la Mungu kama taa katika maisha. Mahali paliponatiza neno la Mungu litaleta mwanga himu kuendelea kujifunza neno la Mungu katika maisha yako. Jambo la pili, jitwike msalaba wako. apadaamshui Bwana Yesu asifiwe sana, ili tuweze kufanikiwa katika uamsho na ili tuweze kusimama na kuleta uamsho ndani ya kanisa na tuweze kusonga mbele kwa nguvu zote za Roho Takatifu, ni lazima tujitwike misalaba yetu wenyewe. Mathayo 16:24, andika na Marko 8:34, na Luka 9:23. Haya yote yanafanana. Tunasoma Mathayo 16:24 lakini pekee yake, mistari mingine ya Marko 8:34 na Luka 9:23 tutasoma, utasoma kwa wakati wao. Wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote anataka kunifuata ajikane mwenyewe ote. Okay, anataka kunifuata ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate, ajitwike msalaba wake anifuate. Amen. Haleluya. Kimsingi Yesu anazungumza <tip> za utayari kwa njia anachojaribu kuzungumza Yesu au kutuambia ni ili kwamba tuweze kuondoa kwa sababu katika utume wetu, ili tusiwe na sababu katika wokovu wetu, ili tusiwe na sababu katika kumfuata Kristo Yesu. Na gharama mojawapo ni kuacha kila kitu na kuomba kukufuata Yesu. Maana yake hakuna kingine utakachokuwa ukikiangalia zaidi ya kumwangalia Yesu. Hautaangalia mume, hautaangalia mke, hautaangalia watoto, hautaangalia wazazi wako. Lakini Kristo Yesu atakayekuwa kipaumbele. Amen. Kwa sababu nahupia anayetaka kunifuata na ajitwike msalaba wake, aende mizigo yake mwenyewe elekea asije akawa na sababu yoyote mampiwa kuna kila aina ya maumivu unaweza ukayapata kwa ajili ya kumfuata Yesu. Kwa hiyo usiogope, katika maumivu ya aina

kama yatakukuta Amen. Angalia unamaliza namna gani, usiangalie mwanzo wako likana hajamishi mapito nayoutea wewe, ugana na msalaba wako uliobeba unaondoka mzima, mzima. Wakati wana wa Israeli wanaondoka bisha, wakati Musa yuko kwa Farao, alimwambia tutaondoka Tutaondoka na watoto wetu, tutaondoka na kila kitu kilichokuwa cha kwetu, tuende tukamwabudu Mungu wetu pale mahali alipopacho. Waliona wabebane na misalaba yao waondoke, jinsi walikamilika na msalaba wao, waende kumwabudu Mungu wao kule Mungu mahali. Amen, ndivyo jinsi ambavyo Yesu anatuombia Tumebaki na mizigo yetu, tusije tukageuka nyuma tena, ukaanza kuangalia ni nini kilichoko kule nyuma, kama jinsi mke wa Lutu alivyokuwa. Mungu anataka tusonge mbele. Mungu anataka tugeule, tuangalie mbele, anataka tuendelee kusonga mbele, kwa sababu kule mbele ndiko kuliko na tumaini letu jipya, kule mbele ndiko kuliko na maisha yetu mapya, kule mbele ndio kuna uamsho ambayo Yesu amemwandaa kwa ajili yako na kwa ajili yako. Namba tatu, au jambo la tatu, mtumaini Bwana. Mithali tatu, mstari wa tano mpaka wa saba: Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkili yeye, naye atayanyosha mapito yako. Usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana ukajiepushe na uovu. Amina. Anapozungumza habari ya tumaini, hauwezi kuwa na tumaini na Mungu kama uhusiano wako haukuza wa. Ili uweze kuwa na tumaini na mtu fulani lazima uwe na mahusiano naye mazuri kwa, kwa mfano niwe na tumaini nimtumainie, ni mwamini Mchungaji Mukisi, lazima mimi na yeye tuwe na mahusiano mazuri. Kwa hiyo anapozungumza habari ya tumaini kumtumainia Mungu, ni lazima uwe umetengeneza mahusiano mazuri ya kwako binafsi na Mungu yake utakuwa na kibali cha Mungu, na ukiona na kibali cha Mungu mahali popote utakapoingia, Mungu lazima atadhihirika. Mungu lazima ataonekana. Ile neema ya Mungu itaendelea kukufunika, haijalishi gani pagumu namna gani, ni pazito namna gani, haijalishi na watu namna wa wa wa wa gani, lakini kwa sababu ile tumaini lako liko kwa Mungu na Mungu ameliona tumaini lako liko kwake, kwa kwa, Mungu anaachilia kibali Mungu anakupa nguvu. Mungu anakupa uwezo. Mungu anakupa neema ya kusema. Mungu anakuinua katikati ya watesi wako na Mungu atakulinda katikati ya watesi wako kwa sababu hauna tumaini nyingine isipokuwa tumaini lako alilokupa. Amina, amina, aleluya! Halafu anasema, akili zinafanya nini duniani? Usiwe mwenye hekima machoni pa, mche mwana ukajiepushe na uovu. Anasema usitumenye nini akili zako mwenyewe. Siku sana anazungumza habari ya akili tulizo nazo zki, lakini kuna akili za neema ya Mungu, akili za roho na ukaanguka umeendea kwenye viti vitano, lakini akili za kimungu zinaongozwa na roho mtakatifu. Amen, zinamilikiwa na roho mtakatifu. Roho mtakatifu ni anayezikalia roho mtakatifu ni anayetuongoza hizo hizo ambazo anazizungumza hapa. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Tunahitaji akili za rohoni. Hizi akili za rohoni zinatubadilisha zinatupa mwanzo mwingine mpya, zinatupa nguvu nyingine mpya, zinatufanya tuwe wapya, kwa sababu tunachokiwaza, tunawaza kile kilichokuwa cha Mungu. Hatuwazi kilichokuwa cha duniani hapa, tunawaza cha mbinguni, tunawaza cha kiungu. Na tunapowaza mawazo ya Mungu, maana yake tunawaza mawazo ya Mungu ambayo ni mawazo matakatifu, mawazo mazuri sana tunawaza mawazo ambayo tuna tuna ni mazuri. Tunamtegemea Roho Mtakatifu kutuongoza, tunamtegemea Roho Mtakatifu aseme, ndipo tufanye. Kama roho wa Mungu hajasema atufanye kwa akili za kibinadamu, uwezo wa kufanya vyote vile utakavyokuwa unaingia katika akili yako, katafakari kufanya, na wakati mwingine tunakwenda tunakwama, lakini akili za rohoni, tumaini ya akili za rohoni ni Mungu Baba umaizakiza Kristo Yesu. Kwa hiyo hizo hizo tunazostahili kuwa nazo ili tulete uamsho ndani ya kanisa. aa aatakuu kidogo, namba nne nasema na utowe mwili wako kuwa dhabihu ya kumpendeza. Warumi kumi na mbili mstari wa kwanza. Basi ndugu zangu nawasihi kwa huruma zake itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, hiyo ibada yenu yenye maana. tungelikuwa kama kanisa na utaratibu wa kuulizana kila Jumapili kwamba wale ambao hawajaja Jumapili ya leo watuambie kwa nini hawajaja, tungelisikia sababu nyingi sana, tungelisikia sababu nyingi sana, siyao mengi tu.